Toka nimeanza kufundisha hivi ni vitu ambavyo nimejifunza kutokana na kufundisha kwangu. Mimi naitwa Lily Anapika, ni mwalimu wa mapishi ya kibiashara ambaye anakusaidia kugeuza mapishi yako kuwa biashara yenye kipato endelevu. Vitu ambavyo nimekuwa nimejifunza toka nimeanza kufundisha, huu ni mwaka wa nne. Kitu cha kwanza ni kwamba uwezo wa wanafunzi kuelewa ni tofauti na jambo la pili ni kwamba matokeo wanafunzi wako watakayopata kutokana na kile unachowafundisha yatatofautiana, lakini hakikisha hayatofautiani sana, yani gap ikawa kubwa. Kitu cha tatu, maswali hayachoshi. Maswali ukiyachukulia kwa njia positive, yanakusaidia wewe pia kama mwalimu weza kujua zaidi, yaani unajifunza zaidi kwa jinsi unavyokuwa na jibu sala la mwanafunzi wako. Na jambo la nne, mwanafunzi anapolipia darasa lako, huyu mwanafunzi anakuwa ameweka imani yake kwako kwamba utamvusha kutoka sehemu A kwenda sehemu B. Kwa hiyo jitahidi ufanye hivyo, wewe kama mwalimu. Na jambo la mwisho, mwombe Mungu, wewe kama mwalimu akupe hekima, akupe busara, akupe uvumilivu, lakini pia waombee wanafunzi wako unawafundisha, ili waweze kupata yale matokeo ambao ambayo wewe kama mwalimu unayategemea na wao wanayategemea kutoka kwako. Swali so, langu kabla sijaondoka, je, yeah, unapenda kufundisha na ni kitu gani hasa ambacho umejifunza kutoka kwa mwalimu wako ambaye amekufundisha?